langu jina ni Mjukuu Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge, na nataka niambie Wakenya wakati mewadia. Sisi kama Wakenya tuanze kupiga viongozi msasa, tuangalia kwamba ni viongozi ipi ama viongozi wa gani ambao tunafaa kuchagulia kama wananchi, kwa sababu tuko na some leaders ambao tukishachagua wanafanya masuala yao. Leo hii ukipatikana Sudan leo hii kwa mbaya kupatikana Sudani kama ukenya utaona tamtamakuni leo hiyi ukipatikana Sudan utaona yala ambayo ona tangu zaulio. Kwa sababu siasa mbaya, maisha mbaya. Tumechukua siasa mbaya, tumepeleka wapi? Sudan. ya kwamba imefika wakati silaha zetu kama Kenya inapatikana wapi? inapatikana Sudan. Ni aibu. Na hizi ndio vitu Uhuru Kinyata alituonya ya kwamba tukuwe makini sana na William ruto ur alisema kwamba usichague mtu domo tamutamu, ya kwamba gari ikipata panja, umepea muguu, ameuza kidogo kidogo abiria, imeporwa kidogo kidogo, viti zimeng'olewa. Akasema sana hata kama ulikuwa na nia nzuri kwenda na huyu mutu, utaenda naye wapi na kila kitu ameuza? Na hiyo ndio tumepata, tumejipata kama wa Kenya. Kenya imejulikana na mambo ya kuleta amani Afrika, tumekuwa Sudan tumekuwa Kongo, tumekuwa Sierra Leone, tumekuwa kila mahali hadi Ghana. Lakini leo hii Mkenya akipatikana Sudan, My friend, najua mama yako ni nani. Utaji, utajipata kwa sababu siasa mbaya, badala tuletwe amani kule, sisi ndio tunachangia vurugu Sudan. Ndugu zangu wa Kenya, uchaguzi inakuja 2027 20, wewe mlala oi, wewe mkulanyazi, tumia akili yako kama unataka elfu tano tutakupea elfu tano Baada ya elfu tano tutakutumia, kama haina kama wewe, tutakutumia vizuri kweli, tutakutumia vizuri so, kama unataka utao moja, tutakupea elfu moja So piga elfu moja na kwa miaka tano unakula shilingi ngapi, ama simoni ngapi? Hiyo elfu moja tutakukupa wakati wa kampeni. So chukua elfu moja usa maisha yako enda, chukua elfu tano usa maisha yako enda. But usilie baada ya matokeo ya uchaguzi kwa sababu tuta make sure tunarudisha elfu tano yetu ambayo tulikupea, tuta make sure tunarudisha elfu moja yetu ambayo tumekupea. So chukue pesa, mwanasiasa, pigia mtu ambaye ako na agenda, ambaye anafaa kubadilisha maisha ya Kenya pesa. but kama unataka Kenya ya pesa, tuko na pesa, pesa iko, tuko na pesa, tutakununua kabisa, lakini baada kununuliwa wewe mpiga kura usilalamike, Tukipandisha bei ya afya vumilia. Tukipandisha bei ya elimu vumilia, kwa sababu tunarudisha pesa yetu. Wakati unatumia, una barabara mbofu, mali yako inaribika, vumilia kwa sababu tulikununua kama malaya. So usilalamike, usilalamike. Pesa zaidi inatengenezwa hii serikali ya Kenya kwanza. Pesa iko inawekwa kwa gunia, siku chaguzi italetwa wakati wa kampeni. Ukitaka elfu kumi utapewa, utapewa. The end of the game ya kwamba wewe mlala nyazi mlala oi, tutakuwa tunalia, mtoto wake itakosa kari ya shule, afya, ajira, utakuwa hapo na utakosa hadi ukosefu ya ulinzi. Kwa sababu gani? usalama ipo Kenya kama tunaweza chukua maskari elfu moja tumepeleka iti mail ngapi, wananchi wanainjiwa, wana protect hiti, but Kenya yetu, Baringo hadi fadha inauliwa, fada mtu ambaye ana mfimbo father inauliwa Kenya, lakini maaskari wa kwaiti wa commission inamaanisha kuna mtu alelambishwa ale sali ye. Yeah, ako sawa, ako protected but wewe unauliwa kama gunia na bado zungumuzi. So ni wewe ndio utachagua maisha ipi unataka kama Mkenya. Jambo langu ya pili, ningependa kuambia jamii wa Luhya siasa, hatuwezi linganisha simba na paka. Hatuwezi linganisha simba na paka. Natembeya sio rika ya wanasiasa ya village boy. Kama watu wa, watu wa, watu wa, watu wa, watu wa unapata mtu kijana kama mtu amegeuka malaya ya kisiasa. Leo, kana kule, leo kana, my friend, utakulisha sumu, sumu. Stand. Stand. Utakula sumu ndugu yangu. Yes ani leo uko na Natembeya uh -huh. Kesho na uko na Sudi, kesho sijui uko na Mnyoro. My friend my friend, siasa ni hatari, siasa ni kama bibi is. Yes, karibu no. Yes, bibi ya mtu is yes. No yes. na siasa the same, uwezi same. Leo hii una support Wetangula, mtu ambaye ameweka gavana kwenye jela, mutu amefanya gavana iingie kovisi, then unatuambia Ati natembea aingie kwa room wapigane watangula na tunakukataza hati wambia natembea afungane, afunge nyumba wapigane na watangula hizo <laughs> ni siasa ya village bwana endo fika siasa ya bungoma yeah, siasa ya bungoma huku kwa kijiji piga kwa bungoma huku kwa kijiji my friend natembea ni simba nimesema naswezi mganisa simba na paka hatuwezi my friend pesa. <laughs> Wewe kama unataka pesa tafuta pesa polepole pole pole, lakini hizo pesa kuna siku moja utatabika uta kulamba hmm. itatabika infinity. Umekula ya Ruto ukatukana Ruto, bado unaendelea kutukana Ruto yes. Aikukuwa pesa ya Sudi yes. <laughs> <laughs> Ukaingia kwa, kwa, kwa mnyoro yes. Ukasema mnyoro yes. Si mzuri yes. uh-huh. Ukarudi kwa, kwa Natembea yes. Sahau juzi Uka, uka kule Kalonzo yeah, huko kwa Wetangula <laughs> <hatouli>. Kitakuramba kabisa, kitakuramba <laughs> kitakuramba ndugu yangu, hatuwezi linganisha siasa ya Western Kenya somebody like Wetangula ambaye amefanya wabukusu wamekuwa maskini yeye, yeah, anaingia kwa serikali anabeba peke yake yeah, na, na, na, na, na, na, na, na Natembeya a Natembeya Natembeya is a national leader <laughs> Kuna chama ya, ya, chama ya village au kam <pansion> tuta compare mtu ambaye ni village boy na mtu ambaye anacheza international, tutachezea tutapimana. Wajibu Muluya, kiongozi wenu ni mmoja yes. Natembea nasungumuza tatizo ya Muluya yenye utembo la ameshindwa kusungumuza, kwa sababu Natembea na najua kutoka kwa maskini hata pata mali bila atakuuza. Jua amezoea mm, kuuza kura yenu kwa, kwa, kwa watu si kwa Ruto 15, 15, ya 15, salipea 30%. Na girlfriend na boyfriend yao, then wewe bado unaambiwa atuchukue. Natembeya tulinganisha na Wetangula na anakula bonus akienda na kama yeye ni mwanaume akuje na hiyo mambo wafanye, so, wanaume wakuje in empowerment. Sisi tuko Bungoma, tuko Western County tano, tuko kila mahali, hakuna yes. Mtu anakimbiza Natembeya, huwezi kutukimbiza. Kiongozi wa Muluya ni moja, kiongozi ya Muluya ni moja, hatuna kiongozi mwingine. Kiongozi wa Muluya ni moja, gavana wa Trans Nzoia. Yeah. Wewe oh, kama unataka ukula pesa ya tango la kula, lakini tu usijaribu kurudi kambi yetu, enda ukienda

Natembeya ni mtetezi ya Muluya kwa sababu Muluya ametumika na watu wengine zaidi kabisa. Then mtu mwingine pia amechanganyikiwa kama Wetangula yeeka huku baada ya huku. My friend simba ni moja simba ya West yawezo wanatembeae a simba ni moja kuita nani umejulikana. Jambo langu ya tatu, Tupokra nataka niambia mheshimiwa Munyoro, My friend wa Munyoro Nordin Haji, yes. Sio rika yako kabisa. Nordin Haji, yes. Sio rika yako oh, oh. Nordin Haji sio rika yako Munyoro, ndio ndani Uta rika yako kule huko Munyoro kule kule mashinani kule hapo. Nordin Haji ni boss ya NIS National Intelligence. Nordin Haji sio mkuu wa polisi. Yes. Yes. Nordin Haji sio Douglas Kanja. Kabisa. My friend, ukitaka kufanya siasa ya village boy tafuta Wetangula. Kabisa. Nordin Haji sio muuaji Kenya. Kama ukuna shida na Nordin Haji peleka kwenye mahakama. Uache kutuambia kifu ya jua, wewe ndio unajua kupanga. Watu wangapi waliuawa, waliuawa kati wa Raila Odinga wa maandamano? Si ulikuwa deputy president? Si wewe ndio ulikuwa unapanga mambo ya kuhamisha wajeruhiwa? Sasa sahii ndio watutaka kutu lecture. Yes. My friend, mm -hmm. Nordin Haji mwana Yusuf Haji the late sio muuaji wala sio, sio, sio mkuu wa polisi koma kabisa, koma koma. Koma. Koma. Koma. Koma. Koma. Eh. E, ulikuwa kwa serikali uliwajiriwa kwa ngapi? uliwajiriwa kwa Ngapi? kuna barabara hapo ulichukua hapo siku mau mm. Tenda hata wafanyakazi hukulipa. Nini wanatuambia? Yes. Nini wanatuambia sasa hivi uh, my friend Koma kwa Nordin Haji. Kama unataka siasa ya village boy, itafuta Wetangula. Yes. Huyu ndio wanafanya siasa ya mtaa mm. na kama unataka kufanya siasa ya taifa, koma kwa Nordin Haji, wacha kuchafua jina ya Nordin Haji kwa siasa ya kumbafu, siasa ya jinga ya organized Yes. koma kabisa. Akita ruhusu mtu kama kashangwa ma... aanze kupaka matope. Matopo, ulitukana Mama Ngina, tukakula kondo zao, tukanyamaza, tukapata Uhuru Kenyatta, tukanyamaza. Sasa -tuka unajifanya wewe ni mchetezi wa Uhuru Kenyatta, hatukutaki kwa Uhuru Kenyatta, my friend, hatukutaki. The only man ambayo tunataka Central Kenya ni watu wawili yes. Yes. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Maina, na Maina Njenga Yes. Siasa so, ambayo unapiga, unapiga siasa ya kijiji. Yes, tunajua siasa ambayo imekoma. Yes, ni siasa ya Mheshimiwa Maina Njenga, siasa ya Mheshimiwa mheshimiwa Uhuru Uhuru. Wewe sio Bishop Maina, mheshimiwa Uhuru Uhuru akiritawa, mheshimiwa Bishop Maina Njenga Buffalo. hatutaki kupinga, kupinga, huwezi kutupanga wewe si alinunuliwa. Yaani wacha Central Kenya kiongozi na Uhuru Uhuru Kenyatta, mwana Kenyatta hand over tools zake kwa mheshimiwa Gachagua. So, atuambie kama Gachagua amesaidia wamama wangapi? Amesaidia vijana wangapi? Saa hii kazi yake anafanya, hata anashutumwa na muziki. Ukiunga Ruto atiweni mbaya Dictator, pereka, yes. Kare. Kama, weni mkare. Central. Kuna uhuru ya kujieleza ok, pereka mali pengine. Yes. Central, Katera, tunajua viongozi wawili Uhuru Kenyatta. Jambo langu ya vijana, uchaguzi inakuja 2027. Hapo ndipo wewe kama kijana yes. Kama uko na masomo na umequalify yes. Simama. Hatutaangalia pesa yako tutakuangalia kwa, kwa ile sera yako kwa sababu <tipo> na hey, watu ambao wanatumia pesa wananunua kura zetu, yeah. Wakienda kule hawafanyi kazi 20, Kwa maana <tipo> nasema yeah, ya kwamba 2027 yes, vijana lazima wanganganie nafasi ya uongozi na ndio maana nasema kwamba Murang'a County yes, Kandara Constituency yes, tunasema

wanapigania wa mama wenzao yes. unataka wa mama anasaidia vijana yes, yes. Ukienda Mombasa kaunti uweze lenganiza yes, yes. uweze lenganiza, yes. Lenganiza na Pasaris kabisa, kwa sababu Mama Zamzam anainua maisha ya mama wa Mombasa kabisa. Mama Zamzam anainua maisha ya vijana wa Mombasa, so, Mama Zamzam amequalify kukua mgavana wa Mombasa gavana upasa sahii, yes. Abu Nasir yes. kazi yake kuna pesa <laughs> ya location ya county yes. lakini pesa yake haionekani pesa, women rap yes. pesa yes. ya enra inaonekana pesa ya gavana ionekani, tunashindwa kwani? yes. women rap ndio governor yes. na governor yuko anakula pesa bure, tunasema 2027 tunaleta mheshimiwa Kasipul. Kabondo. Kabondo. Yes. <laughs> yeah. yeah. Nataka, tuna mabadiliko, tunataka wazee waende nyumbani. Tunataka vijana wadogo ambao wanasaidia vijana wenzao, kama wapo vijana <laughs> a kukuwe na vijana ambayo wanasaidia vijana mama, hivyo bara amejaribu, ameshindwa. Sasa tuleke kijana barubaru. Hapo langu ya mwisho ya mwisho Kasipul, mahali ambayo tulipoteza mbunge yes. mwaka huu mwezi wa tano yes. tunasema ya kwamba tuko na kijana ambayo naitwa Yani, kijana bado mchapakazi yes. kijana mtanashati ndugu yes. yangu yes. nakuambia kwamba tulikuwa na Luo Kingpin ama Luo Elder yes. Riaga Kir Riago Tondi mm. kijana wake tunamjua, uongozi wa Kir Riago Galo, wakati alikuwa Luo Elder, yale ambayo alikuwa nafanya yeah. tunaambia kwamba Mani Bior, Mani Bior! Oh!

Nataka kusema hivi yes. Pia kule Ugunja constituency hatuna mbunge kwa sababu intellectual alipelekwa kama waziri yes. Tunataka kusema hivi yes, tuko na kijana yes, ambaye ni mtanashati yes, kijana anasaidia vijana. Yes, kijana anasaidia wa mama yes, William Okoko. Okoko. Yeah. constituency. Tunataka vijana wadogo wachukua ongozi, vijana ambayo nasaidia vijana kabla wachaguliwe kabisa. William. Tunataka vijana wasaidi na vijana wenzao, vijana wasaidie wamama, tunataka William kijana